Dormancy ni hali ya mbegu kutoku germinate. Unapoona hivi ukiangalia mbegu ni kama imekufa, lakini haijafa, iko kwenye dormancy state. Sawa? Na ukipanda haiwezi kumea mpaka itoke kwenye ile hali ya dormancy. Na kitu kinachosaidia kutoka kwenye ile hali ya dormancy ni pale inapoanza kufyonza maji. Nataka unifuate inapoanza kufyonza maji Inafyonza maji In, inapofyonza maji, gamba la lile la ile mbegu linaanza kufanya nini? Kutoka nyingine linaoza, nyingine na shika. Mnanielewa, watu wa Mungu? yes. Unapo mmea katika Kristo, mara maandiko yanasema kwenye Efeso 5:26 anasema, inapoongelea mume na mke anasema ukamwoshe kwa neno lako kwa maji ya neno lako kwa maji ya neno lako kwenye maandiko, wakati wana, wana refer neno la Mungu kama maji kwa hiyo umeingia ndani ya Kristo, lakini unagamba gumu nje ambalo limekuambia wewe ni maskini, unagamba gumu nje ambalo fikra na imani na vitu mbalimbali ambavyo umekuwa navyo ambavyo vinazuia usimee au usichepue, unapoanza kufyonza maji yale, magamba yanalainika ya Kristo. Wewe ni nyumbani kwenu ni maskini, kila mtu ni maskini, umefundishwa na malecture wa umaskini. Achana na na nyumbani kuna, yani ulikuwa, nyumbani kwako kuna kuna yani ulikuwa ulikuwa unajua unajua kwa kwa kwa uwezo maskini maskini, bila training. Maskini bila training training. Maana umezaliwa siku mtoto wangu kwenye kwenye gari tukapita yadi ya magari, magari. Mwanangu anapenda sana magari. Akasema uh, alisema kwa Kiingereza, Kiswahili. Akasema soko la magari, akambia yeye soko la magari. Akasema kwa nini usinunue? <laughs> <Hey. laughs> Nikakundua watoto wanakuja duniani wanakuja na fikra za utajiri, hawajui kwamba kuna mipaka. Kwa hiyo ilikuwa na fursa pale ya kuanza kumpa lecture za umaskini <laughs> au lecture za utajiri. Shika, unanielewa? Kwa hiyo mtu amezaliwa, kuna magamba yametengenezwa, alivunja glass hiyo semina aliyopewa hizo fimbo alizopigwa, alafu unajua kuna ile unapigwa alafu <laughs> <usha> <laughs> una kuna kuna kuna kunayo kuna, kuna, kuna, kuna magamba yako ndani yako unatembea, ndani yako unasema mimi niko kama neno linavyosema niko. Unakiri neno tena na unafyonza maji, unanielewa? Unafyonza maji, ile gamba itafika mahali litakuachia. Kuna magamba mbalimbali, fikra ambazo umekuwa nazo, fikra ambazo umeziona, taarifa ambazo umezisikia toka ukiwa mdogo, kwa hiyo zimetengeneza gamba ndani. Una mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu, maana umezaliwa mara ya pili, lakini kuna magamba nje yamekushikilia ukiambiwa uongee mbele ya watu huwezi kuongea, unatetemeka. Nini? Ni gamba, maana ulishatishwa uko mdogo ambaye ulikuwa una akili, umeshatishwa uko mdogo ambaye sio mzuri. Kuna vitu kama hiyo ambavyo vimekufuata ni magamba. Hello? Lakini unakutana neno la Mungu linakuambia ni kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu, linakuambia kwamba, eh, ni, ni upendo la namna gani alilotupa Baba. Aya, aya, aya, aya. Kwa hiyo unapokunywa lile neno, ni maji yanaingia ndani yako Hatua Hello? Hello? ya pili ambayo inatoka inaitwa ni hatua ambayo mbegu inaanza kuvimba. Ndio maana unakuta mtu ni maskini bado, lakini anasema mimi ni tajiri. Hello? Yeah. Hello? Hello? Kwamba bado hajamea lakini kuna kitu ndani anajua kwamba hayuko kama alivyokuwa tena. Yeah. Lile gamba linaanza kumwachilia. Ana ana ujasiri sasa. Kumwachiliana. Oh, hallelujah. Ndio enye uchochezi, kuna kufyonza maji, kuna mbegu kufimbaukoenye euya ukitoka kwenye uchocheze uchochezi. Nimeruka hatua nyingine suingine za kisayansi metabolic na nini, tawachanganya. Hatua inayofuata ni hatua ambayo mbegu inatoa mzizi wa kwanza mzizi wa kwanza. Oh, mzizi wa... Mzizi wa kwanza badala ya kuota kwenda juu inaota kwenda wapi? Nasema pana mimi hii uh, mambo ya kwenda chini sitaki. Mm. Hello? Mzizi inaanza kwenda wapi? Kumbuka hiki kipindi hamna mtu anakuona. Nataka nikwambie kwa nini naongelea umuhimu wa kanuni ya mchakato. Kwa nini mchakato hamna mtu anakuona? Ni kama hamna kinachoendelea. Ni kama uko kwenye giza fulani kwenye biashara yako. Ni kama uko kwenye giza fulani kwenye hizi njozi zako. Ni mpaka mke wako anakuuliza ni kweli Mungu alikwambia au umechanganyikiwa. Usika unanielewa? Hichi ni kipindi ambacho hamna mtu anakuelewa. Yes. Alafu umefyonza maji, umevimba, unajua, sasa hivi ndo muda kutoka Mungu anakuambia utoki ni muda mizizi kwenda chini. Oh, haleluya. Amen. Mizizi inaanza kwenda wapi? Chini. Kitabu cha Luka 6. Luka 6 mstari 48ariramashurawa mm, taz47 inasema kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana. Hichi ndio kitu watu ambacho wanaruka Watu wanaangalia kwamba amejenga juu ya mwamba. Haisemi amejenga juu ya mwamba. Inasema huyu amechimba chini sana, na kuweka msingi juu ya mwamba. Kwa ili msingi uwe juu ya mwamba kuna mchakato wa kuchimba chini sana. Ngoja nikuambie mtu wa Mungu leo mahali hapa. Wengi wetu tulio hapa tumeitiwa kujenga majengo yatayoenda juu sana Nasema tumeitiwa kujenga majengo yatayoenda juu sana na ili ujenge jengo tayoenda juu sana, kabla ujaanza kuenda juu sana, inabidi uchimbe chini sana. Anasema alichimba chini sana, kutoa maotope, kutoa takataka. Na ngoja nikwambie, nikupe habari nzuri, ni ngumu zaidi kuchimba kuliko kujenga. Ukimaliza kuchimba mpaka chini, kujenga ni rahisi na inaenda haraka zaidi. Hello! Maana unapochimba unakutana na na matope ya, ya, ya maumivu, matope ya makwazo, matope ya tabia ulizozifunza ambazo unatakiwa kuwa nazo, unachimba unaziondoa. Shika, naelewa. Unachimba unaondoa ili msingi wa maisha yako uwe juu ya mwamba ambao ni neno la Mungu, ambalo ni Kristo. Haleluya! Usiogope wakati wa kuchimba chini sana. Unatoka nje unakuta mwenzako ambaye amejenga bangalo anaweka paa, wewe bado unachimba. Nataka msikilize, mtu anayejenga bangalo mchakato wake ni mfupi, nyumba yake haipandi juu kwayo, anaijenga fasta. Helo. Lakini wewe Mungu anataka uende gorofa mia mbili juu, anakuambia mwanangu, chimba chimba mpaka ukutane na mwamba. Ukitoka nje, mwenzako anakuambia bado ujaanza kupanda tu. Helo, mazingira yanakukebei maana hamna matokeo bado. Mazingira yanakushangaa maana haufanani na unachofanya. Mbona unafunga umekonda hivi lakini hamna cha kuonyesha? mm -hmm. mm -hmm. Sikiliza wanachofanya wao, balika balike. yeah. Haya, hey, shika, mnanielewa watu wa Mungu? yes. Kuna jengo kubwa linapanda. Kwa hiyo Mungu anakuambia chimba. my son go down. chimba chimba chimba. yeah. Haleluya. yeah. Utapoanza kupanda utakaoangalia utasema ameanza kujenga, ameanza kujenga ameanza kujenga, watafika mahali hata hawataweza kukuona tena. Itafika yes. mahali namba yako itakuwa ngumu wao kuwa nayo, si kama unanisikia? yes. because you're going too high, lakini inahitaji yes. uchimbe yes. hizi ni nyakati ambazo watu wanaweza wasikuelewe, wewe mwenyewe anajiuliza. Unaelewa mtu wa Mungu lakini huu ni wakati ambao mbegu inaanza kutoa mzizi wake kwenda chini, kwenda chini, kwenda chini. Haleluya, mzizi kwenda chini. Hatua ya tatu, linaanza kumea shina dogo ambalo ndio linapanda, linapanda, linapanda ninapanda ninapanda na kuitoa mbegu nje. Helo, lanza nini? Shina dogo alianza shina kubwa, lanza nini? Maana Maandiko anasema japo mwanzo wako ni mdogo, mwisho wako That yes. Changamoto moja niwaambie kitu. Changamoto baadhi ya watu wanaangalia maisha yao kama picha. Wanaangalia maisha yao kama nini ni? Maisha yako sio picha ya mnato. Maisha, maisha yako ni video. Hello? Moja, nikupe mfano wa picha, unielewa. Kwa dada zetu na mama zetu, kwa heshima kabisa, sema amen. so, kutana na dada au mama saa kumi na mbili asubuhi. Hello? Ukikutana naye saa nne asubuhi Mwingine kabisa. Hello? Amen. Kuna vitu anavifanya hapo baada ya kuamka na kuoga mpaka sana. Ukikutana naye Jumamosi kwenye harusi. Amen. <laughs> Hello? Baadhi ya watu mnachukua picha yenu ya asubuhi ndio mnabaki nayo. The better days of your life are are coming. Yes. Yes. Are you hearing what I'm saying? Yes. Kuna mchakato. t Kuna vitu anafanya vinahitaji msingi, vina foundation. Foundation. You flower, you foundation. Ana apply nini? Hawezi kuelewa hivi. Anakuambia kitu kinahitaji foundation. Msingi kwanza. Ukikutana naye wewe sio kama ni yule aliye <laughs> <Hallelujah>. mka asubuhi. <laughs> Usichague mke wako siku ya harusi. Ukienda kwenye harusi unakuta kuna a building on their face ina foundation. Haleluya, anasema ni wakati wa shina dogo. Nataka nikuonyeshe kitu Isaya 53. Isaya hamsini na tatu mstari wala. mstari wa pili inamwongelea Bwana Yesu, inasema maana alikuwa hakutokea, alikuwa kikuu, maana alifanya nini kuwa mbele zake kama mche mororo. Hiyo mche mororo maanake ni kamche kadogo kashina kadogo, hello, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumonapo hana uzuri hata tumtamani. Alikuwa kama mche nini ikuwa kama kamche kadogo kanachipua kana, kana kanachipua kana na mzizi uliotoka kwenye mshikavu, lakini ukisoma maandiko kwenye Marko 1:37, Marko 1:37 saba anasema huyu mtu hakuwa na uzuri wowote hata tumtamani, si ndio? hakuwa na cha kuvutia. Yesu hakuwa na chochote cha kimwili cha kumpa faida halo, hakuwa na chochote cha ja kuvutia kimwili, cha ja kumpa faida, lakini nataka nikuonyesha kitu kwenye Marko 1:37. Yesu alikuwa ametoka kuomba, anasema hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko.